Silaha ya mwanzo kwenye mapambano sio bunduki, hata kwa askari, hata kwa jeshi. Silaha ya mwanzo ya mapambano ni nini? Nidhamu. Silaha ya mwanzo ni nini? Nidhamu katika kufanya mambo yetu, nidhamu ya kila, kwa maana zake zote. Kama kuna pahala tunahitaji nidhamu ni hapa. Tusilewe tukasema sisi tumeshinda, ili udhibiti huo ushindi unahitaji nidhamu ya hali ya juu. Kifaa tutakavyokabidhiwa tujue ina malengo eh. Vina malengo vimepatikana katika hali ngumu, mazingira magumu eh, kwa elfu mbili yetu alochambilecho Mansuri. Eh? Sasa tujue kwamba madhumuni yake ni yapi, na twende tukatumie kwa madhumuni yaliyokusudiwa. Washindi watu Wazanzibari wamechoka na shida. Kwa hiyo, mwenyekiti, tunauona ushindi kwa sababu Wazanzibari wameamua.